Umeshawahi kujaribu kuomba lakini mawazo yako yanarukaruka kama ndege? Unasema baba yangu wa mbinguni, halafu ghafla unakumbuka simu uliyosahau kupiga, bili haijalipwa, au hata muvi uliyotazama jana, au unaanza kupanga ratiba ukimaliza kuomba ufanye nini, usijisikie mwenye hatia. Hii ni changamoto ya wengi, lakini leo nitakushirikisha njia tano rahisi lakini zenye nguvu, njia zilizonisaidia kutuliza akili yangu na kuanza kumsikia Mungu kwa kina zaidi. Unapokuwa kwenye maombi, si tu wewe na Mungu peke yenu. Kuna vita ya kimawazo na kiroho pia. Shetani hataki uongee na baba yako, ndiyo maana analeta usingizi fikra za haraka haraka na mawazo mengi mtawanyiko. Ukijua hii ni vita, utaanza kuwa makini na utaanza kushinda. Tano, andika maombi yako kabla ya kuomba. Chukua daftari au notebook, kisha andika kile unachotaka kumwambia Mungu, hata kwa mstari mmoja au miwili mistari michache. Kuandika husaidia akili yako kutulia na roho yako kupata mwelekeo utaona tofauti kubwa kati ya kuomba bila mpango ulioandikwa na kuomba kwa maandalizi na mpango ulioandikwa. Nne, omba kwa sauti. Acha kuomba kimya kimya kimoyomoyo tu kila mara, fungua mdomo wako, msemeshe Mungu kama rafiki. Unaposema kwa sauti, akili yako inakumbushwa kuwa maombi ni mazungumzo, sio fikra tu na unapoendelea unajikuta ukitulia na ukimsikia yeye zaidi. Tatu, tumia maandiko. Kabla hujaanza kuomba, soma andiko hata moja. Andiko linaandaa roho yako, ni kama kufungua mlango wa hekima ya Mungu kabla ya kuingia katika maombi. Mfano, Zaburi 46 mstari wa 10 inasema, tulieni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Neno hili peke yake linaweza kuleta utulivu ambao hujawahi kuhusikia. Pili, chagua mahali na muda sahihi. Usiombe ukiwa kwenye kelele au ukiwa na simu mkononi. Tafuta kona yako ya utulivu, usiku wa manane au asubuhi mapema, muda usio na ratiba nyingi. Zima simu yako kabisa, sio katika hali ya mtetemo, vibration, hapana, zima kabisa. Cha ajabu ukianza utaratibu huu, utashangaa mtu ambaye hajawahi hata kukupigia simu muda huo ndio anakupigia simu. Maombi yana nguvu zaidi pale unapochagua mazingira yanayoruhusu kusikia, siyo kusumbuliwa. Mungu anaongea, lakini hata paza sauti juu ya kelele katika mazingira yako au ndani ya akili yako, anapenda kuongea katika utulivu. Njia ya kwanza, kaa kimya baada ya maombi. Baada ya kumwambia Mungu kila kitu, kaa kimya, tulia. Mungu huongea mara nyingi baada ya maombi, wakati roho yako iko kimya: amani ya ndani, wazo jipya au hisia ya mwelekeo, hiyo ni sauti yake. Usiondoke kabla yeye hajazungumza. Tabia ya kusema amina na kuamka kukimbizana na shughuli nyingine, achana nayo kabisa. Tenga muda baada ya maombi kutulia kimya kabisa kumtazama Mungu ni kama kutazama kwenye kioo safi. Kadiri unavyotulia ndivyo unavyomwona zaidi. Usiruhusu mawazo ya dunia ya kuzuie kuungana na baba yako wa mbinguni. Ningependa uniambie ni njia gani umeipenda zaidi, andika kwenye comment. ili kutambua hisia ambazo utazipata Mungu atakaposema na wewe, tazama video yangu hii kwenye skrini yako.